pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook tunakukaribisha uweze kufollow ili uwe na nafasi nzuri zaidi ya kulisoma neno la Mungu. Watu wa Mungu, tufungue kwa sala ili kuanza rasmi usomaji. Jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambapo Baba umetuunganisha watoto wako kwa ajili ya kuweza kusoma neno lako. Tunaomba Mungu tusimamie, ili e Bwana tuweze kuimarishwa na tuweze kufanywa upya katika maisha yetu. Tunaomba Mungu, neno hili liweze kutusaidia kuendelea kuwa imara na kuendelea kuwa na nguvu. Tukinge la kila roho zote za yule movu, na neema yako e Bwana iweze kutusimamia, ili tuendelee kuwa udari sawasawa sawa na mapenzi yako Tuteng Mbali na kila roho zote za mauti na damu ya Yesu endelee kututakasa ili sote tuwe imara katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu hiki cha Yoshua bin Sira sura ya kumi na tatu. Mwenye kugusa lami atatiwa uchafu, naye mwenye kufuatana na sodawi atapata kufanana naye usijitwike mzigo upitao nguvu zako, wala usishirikiane na mtu aliye tajiri kuliko wewe. Jinsi gani chungu hushirikiana na birika? Hivyo itagonga na hicho kitavunjwa. Tajiri hudhulumu akaogofya, maskini hudhulumiwa akasihi. Iwapo una faida kwake tajiri atachuma kwako. Ukihitaji atakuacha. Kama una kitu atakaa nawe hata utakapofilisika, hajuti. Je, ana haja nawe, basi atakudanganya na kukube, kuku, kukubemba na kukutia tumaini, atakupa maneno mazuri na kusema unahitaji nini? naye atakutayarisha kwa karamu zake, hata amekukumbia yote mara mbili tatu. Mwishowe atakufanyizia mzaha, atakuairisha na kukuacha na kutikisa kichwa chake. Kujiadhari usije ukadanganyika na kujitusha katika uchangamfu wako. Mkuu akikualika na uwe makini hivyo, atazidi kukualika. Usijitangulize kwake, usije ukakatazwa, wala usijitenge naye, usije ukasha, ukasauliwa. Usifanye kusema naye kama na mwenzako, wala usisadiki maneno yake mengi, yaani kwa maongezi mengi atakujaribu na kwa kukunjua uso atakupeleleza. Mtu asiyeficha machoni mwake yaliyosemwa hana rehema, maana hatajizuia hata na kuhizi wala na kufunga. Basi ujiadhari, uwe macho maadamu unakwenda katikati ya hatari ya kuanguka. Kila kiumbe hupenda kilichofanana nacho na kila mwanadamu humpenda aliyefanana naye. Wanyama wote huandamana aina kwa aina, vilevile wanadamu watambatana na mmojawapo wa aina yake. Jinsi gani mbwa mwitu ashirikiane na mwanakondoo? Vivyo hivyo mwenye dhambi na mwenye haki. Kuna amani gani kati ya fisi na mbwa? Tena amani gani kati ya tajiri na maskini? Pundamilia ni mawindo ya simba nyikani, ndivyo maskini walivyo malisho ya tajiri. Unyonge ni chukizo kwa sodawi, na umaskini ni chukizo kwa tajiri. Tena tajiri akitikisika huegemezwa na rafiki zake mnyonge akiisha kuanguka husukumizwa mbali na rafiki zake. Tajiri akianguka wapo wasaidizi wengi, hata akinena yasiyoneneka, watu humkiri kuwa ana haki. Mnyonge huanguka na watu humshutumu, hata akitoa maneno ya hekima, hakuna ampishaye. Tajiri anena na wote wanyamaza, na yale ayanenayo huyasifu hata mawinguni. Maskini anenapo, nao husema, nani huyu? Na iwapo amejikwaa, kumbe watazidi kumwangusha. Walakini utajiri pasipo dhambi ni mwema, na umaskini ni mbaya ukitoka katika ubaya moyo wa mtu hufanya kubadili uso, kwamba ni kwa wema au kwa ubaya. Uso mkunjufu hufunua moyo uliofani, na kubuni mifano ni kuchosha akili. Sura ya kumi na nne yu heri asiyejikwaa kwa, kwa kinywa chake wala hakuchomwa na kusikitika kwa dhambi. Yuheri asiyehesabiwa hatia rohoni mwake, wala hakutindikiwa na tumaini lake. Mali hazimpasi bahili mnyimivu, atafanyaje na fedha? Achomaye kwa kujinyima roho yake awachumia wengine na wengine watajifurahisha kwa mapato yake. Aliye mbaya kwa nafsi yake atakuwa mwema kwa nani? Aidha hatapata furaha katika vitu vilivyo vyake. Hakuna mbaya zaidi kuliko yeye aliyejiusudu mwenyewe, na hii ndiyo thawabu ya ubaya wake. Hata akitoa fadhili, hutoa kwa sababu ya usaa haulifu na mwishoye hufunua wazi ubaya wake. Ni mwovu aliye mwenye kijicho, akigeuzia mbali uso wake na kuzidharau roho za watu. Mwenye choyo jicho lake haliridhiki na sehemu yake, na udhalimu ulio mbaya, mbaya Ukausha roho yake. Mwenye jicho ovu huwa mnyimivu wa chakula na mwenye ubahili hata mezani pake. Mwanangu, kadiri ulivyo navyo ujifanyizie mema na kumletea Bwana sadaka kama ipasavyo. Kumbuka ya kwamba mauti haikawii, wala hukufunuliwa agizo la kaburi na umfanyizie mema rafiki yako usi, usije kufa, na kadiri uwezavyo nyosha mkono wako ukampe. Usijinyime siku ya furaha, wala fungu la matakwa mema lisikupite. Je, utamwachia mwingine kazi zako na mapato yako, ili yagawanyike kwa kura? Toa na kupokea na ujiburudishe roho yako, kwa maana hakuna kutafuta anasa kaburini. Wote hukonga kama vazi. Agizo la tangu awali ni hili, kufa utakufa. Katika majani yasiyotawio yastawio juu ya mti mkubwa, hupukutisha mengine na mengine huyaotesha Vivyo hivyo katika vizazi vya mwili wa damu, mwili na damu kimoja hukoma, kimoja huzaliwa. Hakika yake kila tendo huchakaa na kuanguka, na mtendaji atakwenda zake. Vivyo hivyo, yu heri mtu yule atakaye tafakari hekima na kuangalia ufahamu, na kukaza moyo wake katika njia zake, na kupata maarifa katika siri zake. Toka ukaende kumtafuta kama mwenye kuuawa na kumotea katika mapito yake, anayepeleleza dirishani pake Atasikiliza mlangoni pake, anayetua karibu na nyumba yake. Atapiga kigingi ukutani mwake, ataisimikisha hema yake karibu yake na kufanya kituo pa panapo mema. Atajenga kiota chake katika tanzu ya zake na kupumzika chini ya matawi yake. Kwake atapata kivuli katika joto na kufanya kikao katika utukufu wake.